Siasa ambayo tunafanyishwa na Raila, siasa ya kupiganisha jamii. Sai, wanasema Kikuyu ni mbaya adui ya Mjaluo. Kikuyu wako kwao kwanza, hakuna hata mpaka ya Mjaluo na Mkikuyu. Swala ambayo anauliza wale magavana Wajaluo ni Wakikuyu, wa Kikuyu ambao wanaibia Wajaluo zile pesa ambayo inapotea Homa Bay, inapotea Migori, inapotea Siaya inapotea Kisumu au magavana waine ni wa Kikuyu yule ndiye anauliza au pia ni wa Kikuyu ambao naibia wajaluo kwa hizo kaunti nne. Nataka kuambia vijana kutoka Luo Nyanza, tumekuwa tools ya Raila Odinga muda mrefu. Mimi sitaki Godfather. Godfather wangu ni Mungu. Hakuna mahali maandiko matakatifu Biblia, ambayo anasema kwamba ita mtu ambaye usio baba yako ni baba. Baba ni moja, yule <coughs> baba mlezi ambaye ni babako, na baba ya kiroho. Ah, baba ambayo anaitwa baba baba, hiyo baba ambayo ni watapeli. Saa hii vijana kutoka Luo Nyanza hawana chao. Hakuna vijana mara Raila Odinga ameshika mikono vijana akapeleka kwenye kazi, hawapo. Angalia chama chake ya ODM, wazee tupu, hakuna vijana, hakuna, hakuna. Kuna mtu mmoja ambaye ameshikwa akapigwa sana, Calvin Ocot Gaucho amepigwa kama burukenge. Kwani Oscar Sudi amemshinda Gaucho na nini? Nauliza tena, Oscar Sudi na Calvin Ocot Gaucho wameshindana na nini? Gaucho ako na kila hata kushinda Oscar Sudi, lakini kwa sababu hawataki kuinua Gaucho kwa sababu ni kijana, baba yake hajulikani Mama yaka julikani, hakuna jinsi watamuinua. Oscar Sudi ameniluwa na Ruto. Kwa nini Raila sayi nominate Gaucho kwa nafasi ya John Mbadi? Ama, gaucho ya nini ana nini? Gaucho ana Oscar Sudi ana chochote? Maybe birth certificate peke yake. Kwa nini nini gaucho ana My friend? So, ukija hapa unaniambia Raila, Raila pendi vijana. Yono kwele mambo Odiye, mwapendi vijana. Wanafiki, wanapenda kutumia vijana kwa maandamano wauliwe, kisha wakiwawa wanafurahi sababu anaenda kufanya ndoa. Hiyo ndoa ina faidi wa jaluna nini? Hakuna. <coughs> 1997 tulikuwa kwa serikali, Raila alisaidia wa vijana wangapi? Hakuna tu, akaingia kwa serikali. Oh kasema wao, oh, Kibaki wakikuwa nitaki sijui, waliahidi prime, unaahidiwa prime minister. Kwani wewe ndio ulisaidia Kibaki? Kibaki walijipanga na kijana Wamalwa na Charity Ngilu. Wewe ulikuja tu kudoea. Sasa unataka wakupanga, wanakupangia nini? Alikuwa anafanya hiyo ndio afukuswe, ndio atafute njia ambayo atarudi na uchaguzi mwaka 2000 na ngapi? Na saba. Na hivyo ndio alifanya akafanikiwa, akarudi. Wakakiwa na Ruto. Bado Kibaki wakanyorosha saa 12. Kibaki akapishwa. Akapewa Prime Minister. Vijana wangapi Raila Odinga aliwasaidia wakati huo? Wangapi? Hapa kuja Jakaranda. Kuna kijana mmoja umosi wana amepigwa karibu auliwe kwa kwa sababu Raila Odinga. Ni maskini hoe hai, anatembea tembea tu. Kwani? Hii pesa tu ya kupeleka tu county tu aandikwe aandikwe tu umosi wana wa pesa tu elfu hamsini kwa mwezi. Itashinda Raila Odinga. Hata kuchukua tu umosi wana apewe tu milioni moja afungue biashara, inashinda Raila Odinga. Bwana. Wajalua si kwa wenzangu ya nzangu mimi sipinga na basi kwa sababu yale sera zao ndio mbofu sera ya umaskini. Mimi nimesomea fundi, uwezi pata kaunti zote za Ujaluo kaunti ine uwezi pewa tenda, uwezi wanakupea kwani. Babako ni nani? Mamako ni nani? Unatoka kwenye uko gani? Uwezi ni kupata. Vijana wamesimama tu kwa nyuma ya kwa, kwa milango ya ofisi, wanapewa elfu tatu tatu, hizo mia mbili mia mbili lakini vijana wakiona proposal, oh hii kitu hakuna hi, siku vijana watapewa tenda kwa jeru. Kwa sababu gani? Mentality. Tunataka mtu kama Roy Jode aliajiri wajaluo kwa Kenya Police na kwa Kenya Army. Roy Jode akuwa na baguzi. Bora tu uwe class 7, darasa la saba, class nani? Uko sawa. Kwani bunduki inataka degree gani? Bunduki tu. Kitu ambayo unapiga tu hivi. Kwani inataka degree gani?

Kenya wajaluo wameshimika na wana chochote, awana hata radio, awana hata tv ambayo ni international, ambayo ni yao, hakuna local tv bwana. Ama ndugu zangu, hii siasa ya unafik, hii siasa, hii siasa ya ODM. hii ya ODM hii <laughs> my friend, nasema leo tarehe saba, nasema leo tarehe saba bwana wajaluo wanaenda kubaki kwa ODM peke yao. Hii inasema leo tarehe saba mwezi wa mwezi wa tatu, wajaluo wanaenda kubaki peke yao kwa ODM peke yao. Ni nasema leo kwa sababu mukizia yuko tayari kuongozwa na watu ambao wa si wenye maendeleo. Wakisii walifaidika kwa sababu si Simon Nyachae ama si Simeon Nyachae the late baba ya Wakisi, mtetezi ya Wakisii, huyo ndiye aliyejenga Kisii hadi waleo Kisii ni tajiri kwa sababu one person. Sisi tuko na Raila Odinga ameshimika dunia kote, lakini Nyanza hakuna hata kampuni ya mende, haipo haipo haipo ndugu zangu, haipo. Mimi nitasema sitaki, wanipende wanipendia basi, Mungu basi, Mungu maisha yangu napewa na Mungu. My friend, wakati imewadia. Mimi siko kwa siasa ya ukabila. Ati lazima ni sifu Raila ndio nione. Ma sitaki. Ni Mungu ndiye alijua siasa akaweka ndani mwangu na ni Mungu ndiye aliniumba. Na kabla niumbwe Mungu alijua kwamba mjukuu atakuwa mwanasiasa. Na kabla akuwa kwa siasa Mungu alijua mjukuu atakufa siku fulani na atakufa kama kuna umri fulani. Na hiyo chungu. Wakati ODM wanatoa mtu kama Salasya kwenye kamati, anatolewa kina Ndindi Nyoro. Watu ambao wako na akili na jenda ya taifa la Kenya inaletwa sekofan tumbo kirat. Watu ambao hawana idea ya kujenga Kenya, ndugu zangu Wajaluo, kuna siasa tunaperekwa kama jamii. 2027 Mujaluo utatafuta rafiki, utabaki peke yako. Nimekuambia leo tarehe saba, nimekuambia kwa sababu gani? siasa is about interest na interest is about common mwananchi wanafaidika lasha, wanatajirika lasha. Namalizia na Central nak like